Sawa, walikufa na sisi ni simba. Twendeni huko kwa mzee wa kijiji, tukafanya nini huko? Sisi ni simba, twendeni huko.

sesianaukoanapa ya yake kwa kwa kwanza, wewe umelewa na katika kijiji changu si ruhusu watu walewe. Mnataka kufanya ja nini? uko kwa kijiji huko kwa msitu <gibu> wana...

Wanakijiji wangu wamepotea katika msitu ule, nitafanya vipi? Nitasaidika vipi? kwa watu wangu wanapotea hivyo. Eh, yule mganga ni yeye, huwa anawamaliza watu wako kule kwa msitu wa wali. Sahangompe onye, mwambie watu wako akiaga tena kule msituni utampe, utampa adhabu yule mganga pale, sawa. Anaenda kwage saa hii sawa. Mbona yuko ameenda wapi sasa? A, amenikosea sana lakini naona ni usiku, ameanza kasi yake lakini tapambana na yeye vilivyo. Aha, mazao yangu imefika. Kuna nyama zangu ziko mahali nataka zikasile. Hmm. Amkeni mazao yangu ya usiku, ntawala nyama, mameni tawala nyama, siku zenu zikifika Ndao ndao, adhabu tutoka huku nikiwakula. Ah, ndo nimekufunga, tulia, yeah. twende <laughs> ku ni wapi? wa na giza imeingia, twende mimi nini

Niongeza kadogo, aca nikwambie, mwenzangu. Niambie, mimi sijalewa. Unaona vile mtoto wa mzimu ni mzimu, maana umeona nikikwambia urudi. Mimi siwezi ingia hapo, utalewa hadi asubuhi kwa nangiza